Mjinembo wa kiume, karibu kila mwanamke aliyemwona Alfa alikuwa na jambo moja la kusema, huyu mwanaume ni mzuri kupita maelezo. Kwa kweli Alfa alikuwa kama mchoro wa msanii aliyekamilika, uso uliopangika kwa makini, macho ya kuvutia kama maji ya bahari, tabasamu lililosababisha vishindo moyoni mwa wengi, na mwili wa mchongaji. Kila alipopita macho yalimwandama, kila alipotabasamu mioyo ilidondoka lakini nyuma ya uso huo wa kuvutia kulifichika tabia iliyowapa maumivu wanawake wengi waliowahi kumpenda. Alfan hakuwa wa mtu mmoja, alipenda kupendwa, lakini hakupenda kupenda. katika myua lengo, Alfan alikuwa kama hadithi ya kila siku, binti wa tajiri na msichana wa soko walimtamani kwa usawa. Mara kwa mara, alionekana akitoka katika vichochoro vya upendo, leo akiwa na Samira, malkia wa maduka ya nguo, kesho akicheka na Asha, mwalimu wa shule ya msingi. Kesho kutwa akisindikizwa na Najma msanii wa mitindo. Lakini mapenzi kwa Alfan yalikuwa mchezo wa dakika. Hakudumu kwa mtu mmoja zaidi ya muda wa mwezi mmoja. Mara zote alipoanza kuhisi kuwa mwanamke anaanza kumpenda sana, ndipo alipoanza kuwa baridi kama barafu la Kilimanjaro. Wanapenda sura yangu si nafsi yangu, alijitetea kwa marafiki zake. Mimi ni mfalme wa uhuru, sitaki minyororo ya mapenzi. Kukutana na Zawadi. Siku moja, Alfan alikutana na msichana mmoja tofauti Zawadi. Hakuwa mrembo wa kushangaza kama wale aliowazoea, lakini alikuwa na kitu kingine. Utulivu wa ajabu, tabasamu la kweli na macho yaliyomwangalia kama binadamu si kama sanamu. Alimkaribia kwa tabasamu lake la kuvunja ngome, lakini Zawadi hakuyumba. Alimjibu kwa heshima, lakini bila msisimko wa ajabu. Kwa mara ya kwanza, Alfan alijikuta akihangaika. Alituma mawa, akaandika mashairi, akafanya kila hila aliyowahi kuifanya kuwapata wanawake lakini Zawadi hakushawishika kirahisi. Mapenzi ni kama mto, Zawadi alimwambia siku moja walipokutana ufukweni, hayabebwi kwa nguvu wala sura, yanatiririka kwa utulivu wake mwenyewe. Maneno hayo yalimchoma Alfan. Hakuwahi kufikiri kuwa angewahi kukutana na mtu ambaye hasukumwi na sura yake au sifa zake. Kupoteza na kujifunza. Kwa mara ya kwanza katika maisha yake, Alfan alihisi haja ya kujibadilisha. Alijifunza kuzungumza kwa kusikiliza, sikuonyesha kuonyesha alijifunza kuwa na subira. Alijifunza kuwa mapenzi ya kweli si juu ya kumiliki, bali juu ya kujali. Lakini alipokuwa bado anajifunza, makosa ya zamani yalimrudia. Alidanganya kidogo, akatuma ujumbe wa usiku kwa msichana wa zamani bila sababu ya maana, na Zawadi aligundua. Siku hiyo chini ya mti mkubwa wa miembe, Zawadi alimwangalia kwa macho yaliyoshiba maumivu. Sio kwamba siwezi kukupenda, Alfan, alisema kwa sauti ya upole ulioshiba huzuni lakini mapenzi yangu si ya kushindaniwa na michezo. Alfan alijaribu kujitetea, alilia, aliahidi kubadilika, lakini Zawadi alikuwa ameshafanya uamuzi. Upendo haujengwi kwa uzuri wa uso, alisema akigeuka na kuondoka, ujengwe kwa uaminifu wa moyo. Alfan alibaki pale akitazama mgongo wa mtu pekee aliyewahi kumtazama kama binadamu, si sanamu. Mwisho wa safari. Mwaka mmoja ulipita, Alfan alipoteza umaarufu wake, wengine walimchoka, wengine waliona sura huzeeka na tabia hubaki. Lakini ndani yake mabadiliko ya kweli yalikuwa yanaota kama mbegu za msimu wa mvua. Alijifunza kuishi kwa kweli, alijifunza kufanya kazi, kuheshimu hisia za wengine na kujithamini hata bila kupendelewa. Na jioni moja, katika tamasha la kijiji, alipomwona tena Zawadi akiwa amevalia gauni rahisi, akicheka na watoto, moyo wake ulijaa heshima zaidi ya tamaa. Alimkaribia kwa upole, si kama mvulana mwenye sura nzuri anayetafuta ushindi, bali kama mwanaume aliyekuwa, aliyefahamu thamani ya mapenzi ya kweli. Zawadi alimwangalia, walikumbatiana kwa heshima, na kwa mara ya kwanza, si kwa nguvu za uso wala maneno matamu, bali kwa nguvu ya moyo uliokomaa. Walirudisha mahusiano yao kidogo kidogo, kama mto unaotiririka polepole, lakini kwa uhakika. Mafunzo ya hadithi: uzuri uzuri wa wa uso unaweza kuvutia, lakini uzuri wa moyo ndio unaobaki milele.